Alimsaidia mlemavu aliyekuwa akimwona sokoni mara kwa mara. Pole sana dada, nimekuona siku nyingi, twende nikusaidie uishi na mimi sawa. Asante. Akamkirimu, jisikie upo nyumbani, kuwa huru, kuanzia leo tutaishi hapa. Asante sana dada, Mungu akubariki. Akamfanya ajisikie huru na mwenye amani, akawa kama ndugu yake wa tumbo moja. Raha kubwa. Asante sana, dada. Lakini siku moja alistaajabu baada ya kuletwa hapa na kuambiwa karibu sana nyumbani. Mimi ni mtoto wa bilionea niliyejificha kwenye kivuli cha umaskini. Hii ni hadithi ya Sabi, mwanamke mwenye moyo wa huruma aliyemsaidia kilema kumbe ni bilionea, hadithi itakayokufundisha kuwa wema ni akiba na usimdharau fukara wa leo, kwa maana hujui kesho yake. Niandikie kwenye komenti unatizama hadithi hii ukiwa wapi. Usisahau kulike na kuandika maoni yako kuhusu hadithi hii. Kabla kupoteza muda, tuanze. Sabi alikuwa mwanamke mwenye umri wa miaka ishirini na nane mwenye sura angavu, lakini macho yake yalionyesha uchungu wa maisha. Aliishi Dar es Salaam, katikati ya jiji lenye shughuli nyingi, katika nyumba ndogo ya kupanga iliyokuwa na kero za kila aina za wapangaji wenzake na mazingira. Siku nyingi Sabi alitumia muda wake kusaidia jirani wake, akiwapa chakula, mavazi na ushauri wa maisha, licha ya kuwa yeye mwenyewe hakuwa na kiasi cha kutosha, na wengine pia hawakumkubali. Watu walimfahamu kama mwanamke mwenye moyo mkubwa, lakini wachache walijua kuhusu ndoto zake kubwa za kufanikisha biashara yake ya ndoto yake ya maisha. Siku moja akiwa katika soko la Kariakoo, alikutana na mwanamke aliyevaa gauni la rangi ya buluu akiketi kando ya barabara. Mwanamke huyo alikuwa na mguu mmoja tu, mguu mwingine ulikatwa kutokana na ugonjwa wa mishipa ya damu ambao ulikuwaje hatari wakati wa ujana wake. Sabi alikimbilia karibu yake, macho yake yakiwa yamejaa huruma. Habari, naweza kukusaidia? Sabi aliuliza kwa sauti ya upendo. Mwanamke huyo alitabasamu kwa aibu kidogo, macho yake yakiwa na uchungu. Ninaitwa Amani. Siku hizi ni vigumu kupata kazi na siwezi kusonga kwa urahisi kwa sababu ya mguu wangu. Sabi hakuweza kustahimili kuona uchungu huo. Hakika alihisi shauku ya kumsaidia Amani bila kuhesabu gharama au faida. Alimsaidia kutafuta chakula, mavazi na hata vibarua vya kazi ndogondogo. Siku kwa siku, walijenga urafiki wa karibu, na Sabi alianza kuona Amani kama dada wa kweli, mtu ambaye moyo wake ulikuwa safi na hauna kiburi. Miezi ilipita na Sabi alijua kuwa Amani alikuwa na akili shupavu na talanta ya ajabu. Amani alikuwa na uwezo wa kuchambua hesabu na biashara kwa urahisi, kitu ambacho Sabi hakikuwahi kukiona kwa urahisi kati ya watu wengi aliyokutana nao sokoni. Sabi alianza kumsaidia Amani kuanzisha biashara ndogo ya kuuza bidhaa za mikono, akimfundisha jinsi ya kupanga bidhaa, kushughulikia wateja na hata kufuatilia hesabu. Lakini Sabi hakuwa tayari kwa kile kilichofuata. Siku moja wakiwa wanapanga bidhaa za kuuza sokoni, Amani alimwambia kwa utulivu, Sabi, kuna jambo ambalo hujui kuhusu mimi. Sikuwa na maisha magumu tu. Familia yangu ni tajiri sana. Mimi nilichaguliwa kuishi kama maskini kwa sababu ya majaribio ya maisha. Sabi aliguswa sana. Tajiri? Lakini kwa nini umekuja hapa, na kwa nini hukutafuta pesa zako? Amani alitabasamu kwa huzuni. Nilitaka kuona ni nani anayeweza kunisaidia bila kujali mali yangu, nilitaka kuona moyo wa kweli. Wewe umeonyesha moyo wa dhahabu, Sabi. Moyo wa Sabi ulipiga kwa nguvu. Hakujua kama alikuwa na furaha au hofu, lakini jambo lililo wazi, maisha yake yalikuwa yakibadilika bila yeye hata kujua. Kwa siku chache tu, Amani alimwalika Sabi kwenye nyumba yake ya kifahari, nyumba iliyokuwa imejengwa juu ya jiji zima. Sabi alishtuka kuona mlango wa dhahabu, milango mikubwa na bustani zenye maua yenye rangi za ajabu. Ukiangalia kutoka hapa unaweza kuona jinsi ndoto zinavyoweza kubadilika, Sabi. Lakini bado najua kuwa moyo wako ni kitu pekee kisichoweza kununuliwa. Amani alisema huku akisogeza mkono, akimpa Sabi kitabu kilichojaa maelezo ya biashara, mali na mali za kifedha ambazo Sabi hakuweza kuota. Sabi hakuweza kuamini, ndoto zake za miaka yote za kuhakikisha familia yake kupata nyumba bora na hata kuanzisha biashara ndogo ziliweza kutimia kwa msaada wa mwanamke ambaye hakuwahi kutarajia kupata kipato au urafiki wake. Lakini zaidi ya mali, Sabi alijua kuwa urafiki huu ulikuwa wa dhahabu, kitu kisichopimika kwa pesa. Amani aliendelea. Sabi nataka uendelee kusaidia watu kama ulivyokuwa unafanya, lakini sasa usiwe na wasiwasi kuhusu kipato chako. Nitahakikisha una kila kitu unachohitaji. Sabi alijaribu kupumzika, lakini kila siku maisha yake yaligeuka kinyume. Alianza kupata fursa za biashara, alipewa mashauriano ya kifedha na hata alipewa nafasi ya kuanzisha mradi wa kijamii wa kusaidia wanawake maskini. Lakini kilicho zaidi, moyo wake ulijaa furaha na heshima. Aliweza kumsaidia Amani kuratibu kampuni zake, lakini pia alijaribu kuhakikisha kwamba urafiki wao haukuwa na misimamo ya mali pekee. Walikuwa kama dada na dada, wakigawana mafanikio, huzuni na ndoto. Sabi hakushawishika na mali pekee, alijua kuwa maisha halisi yalikuwa mafanikio ya moyo na roho. Hata hivyo, kulikuwa na changamoto. Baadhi ya watu walimshuku Sabi, wakidhani kuwa anakaa karibu na Amani kwa sababu ya pesa, lakini Amani alikabiliana na woga huo kwa utulivu. Sabi watu hawakuelewi, lakini moyo wako unajua ukweli. Mwaka mmoja baadaye, Sabi alikuwa na biashara yake yenye faida, nyumba yake nzuri na mali zake na fedha za kutosha, lakini zaidi ya yote alikuwa amefanikisha kitu kilicho muhimu: kusaidia wanawake wenye ulemavu, wanawake maskini na wale waliokuwa hawana matumaini. Amani alimshukuru Sabi kila siku, na kwa mara ya kwanza Sabi alijua kuwa msaada wake haikuwa bure. Hakika maisha yake yalibadilika, lakini sio kwa sababu ya mali pekee bali kwa sababu ya urafiki, upendo na moyo safi aliyokuwa nao. Sabi, umetangaza maisha yangu kwa njia ambayo sidhani ningeweza kuota, Amani alisema huku macho yake akimwangalia ya kwa heshima na shukrani. Sabi alitabasamu, moyo wake ukiwa na furaha isiyo na kifani. Alijua kuwa kila mara aliposaidia mtu hatimaye angekuwa na zawadi ya maisha, zawadi ya kushuka kwa huruma na kupaa kwa ndoto. Baada ya mwaka mmoja wa mafanikio, Sabi alianza kujiona kuwa maisha hayakuwa rahisi kama alivyotarajia ingawa alikuwa amefanikisha biashara na kusaidia wanawake masikini, changamoto mpya zilianza kumtishia moyo. Siku moja akiwa sokoni akipanga bidhaa zake, alikumbana na kundi la vijana waliokuwa wakimdhihaki na kumfanyia maneno mabaya. Hapa unajiona ni tajiri lakini kweli ni masikini wa moyo, waliimba kwa sauti. Sabi alihisi uchungu, lakini hakukata tamaa. Aliamua kwamba moyo wake haungepoteza nguvu licha ya dhihaka. Amani aliyekuwa karibu naye alimkumbatia Sabi, usikate tamaa, hawa hawawezi kuelewa moyo wa kweli tuna jukumu kubwa zaidi kusaidia wale wasio na sauti. Kwa maneno hayo, Sabi alijisogeza mbele, alianza kupanga mradi mkubwa zaidi, kitu kilichoweza kubadilisha maisha ya wanawake masikini wengi zaidi. Lakini hili lilihitaji ujasiri, talanta na uvumilivu mkubwa kuliko alivyokuwa amezoea. Sabi alikubaliana na Amani juu ya uwekezaji mkubwa lakini wakati walianza ghafla biashara ya sabi ilikumbana na hasara kubwa kutokana na wateja wa kukopesha na malipo yasiyokamili moyo wa sabi ulijaa wasiwasi hii inaweza kuwa mwisho wa ndoto zetu sabi alisema huku macho yake yakiwa yamejaa huzuni amani alimshika mkono kwa nguvu hatujafika bado sabi tuna njia ya kurekebisha kila kitu hakuna kilema kinachoweza kutuzuia Walifanya kazi bila kupumzika wakiunda mkakati wa kufufua biashara kuondoa madeni na kurekebisha uhusiano na wateja. Sabi alijifunza kuwa mafanikio hayaji kwa urahisi, yanahitaji majaribio, mashaka na uthabiti wa moyo. Siku moja, Amani alimwita Sabi kwenye ofisi yake ya kifahari. Sabi, kuna mtu ambaye hatutaki awepo katika maisha yetu. Anataka kuingilia kati biashara yetu na kuharibu kila kitu tulichojenga. Sabi alihisi hofu, lakini pia adrenali ikimjaza. Ni nani tutamkabilije? Amani alimwonyesha simu iliyojaa ujumbe wa vitisho kutoka kwa mfanyabiashara aliyejaribu kumhujumu. Hii ni hatari Sabi, lakini hatuwezi kurudi nyuma. Sabi alivuta pumzi kubwa, macho yake yakiwa na msisimko wa kutisha, lakini moyo wake ulikuwa na uthabiti. Tunaweza kushinda, lazima tusimame pamoja. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Sabi kushuhudia hatari ya kweli, hatari inayoweza kuharibu kila kitu, lakini alijua kuwa sasa moyo wake ulikuwa imara zaidi kuliko awali. Kwa miezi kadhaa ya mikakati, mashauriano na bidii isiyokoma, Sabi na Amani waliweza kuondoa hatari zote. Biashara ya Sabi ilipata ukuaji mkubwa na wanawake maskini wengi walipata fursa za ajira na msaada. Lakini zaidi ya ushindi wa kifedha, Sabi alishuhudia ushindi wa moyo wake. Alijua kuwa dhihaka, hatari na changamoto hazikuweza kumzima. Kwa mara ya kwanza alihisi furaha isiyo na kipimo, furaha ya kuona maisha ya watu wengine yakibadilika kwa msaada wake. Amani alimshukuru kila siku, macho yake yakiwa na mvuto wa shukrani. Sabi, sasa unajua nguvu yako halisi. Haijalishi una mguu mmoja au milioni ngapi, moyo wako ni kifaa cha kweli cha kubadilisha maisha. Sabi alitabasamu huku moyo wake ukiwa umepandwa na fahari. Hii ilikuwa furaha ambayo pesa haikuweza kununua. Sabi alianza kuona picha kubwa ya maisha. Miongoni mwa changamoto zote, dhihaka na hatari, alijua kuwa kila hatua aliyopiga ilikuwa na maana. Aliweza kushirikiana na Amani kuunda mradi mkubwa wa jamii, mradi ambao ungeweza kusaidia mamilioni ya wanawake wenye ulemavu na familia maskini. Lakini jambo linalomvutia zaidi Sabi ni jinsi urafiki na msaada wa dhahabu wa Amani ulivyobadilisha maisha yake kabisa. Sabi hakuwa tena mwanamke wa kawaida wa sokoni, alikuwa mfano wa matumaini, nguvu na moyo wa kweli. Mwaka mmoja baadaye, Sabi alikuwa mwanamke tofauti kabisa. Alikuwa tajiri, lakini mali yake haikuwa kipimo cha furaha yake. Alikuwa na ushawishi mkubwa katika jamii, akisaidia wanawake maskini na kueneza moyo wa dhahabu ulioonyesha mwanzo. Amani aliendelea kuwa rafiki yake wa karibu, mshirika wa biashara na kielelezo cha msaada wa kweli pamoja waliunda jamii ndogo ya wanawake wenye nguvu wakiwa na maisha yenye maana na ndoto zilizotekelezeka. Sabi alitabasamu akikumbuka siku ya kwanza alipopata Amani kwenye barabara, mguu mmoja tu, macho yaliyojaa huzuni. Sasa wote walikuwa na furaha, mafanikio na moyo wa dhahabu, walibadilisha maisha yao na ya wengine bila woga wala ubinafsi. maisha ya Sabi yalibadilika kabisa, lakini zaidi ya fedha yalibadilika kwa moyo na roho alijua kuwa msaada wa kweli, upendo wa dhahabu na moyo wa kusaidia ndio zawadi kubwa kuliko mali yoyote. Na hivyo hadithi ya Sabi na amani ilimalizika ikiwa ni ushuhuda wa nguvu ya moyo safi, msaada usio na kikomo na ndoto zinazoweza kubadilisha dunia. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii, niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu, bye-bye.